Ujambo na karibu mpendwa mtazamaji, msikilizaji wa Didas TV popote uliko, na kukaribisha kujiunga nasi wakati mazungumzo ya upatanishi yakitarajiwa kufanyika doa kwa lengo la kupunguza mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa waasi wa M23 AFC umeendelea kutoa vitisho dhidi ya serikali ya Felix Tshisekedi ikitangaza azma yake ya kuipindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi iliyopo madarakani. Jumamosi iliyopita, video iliyosambazwa mitandaoni iliyoonesha makundi mapya ya wapiganaji wa M23 wakipokea mafunzo ya kijeshi, jambo linaloashiria kuwa kundi hilo bado linaendelea kuwa hai licha ya juhudi za upatanishi wa kimataifa zinazoratibiwa mchini Doha. Katika kipande cha video kilichosambaa, Sultani Makenga, ambaye ni mratibu wa kijeshi wa M23, aliwahi kuwa jenerali wa FRDC alisikika akihutubia wapiganaji wake akiwatia moyo kuendelea na mapigano dhidi ya serikali iliyopo madarakani ya Rais Felix Tshisekedi. Matamshi hayo yamezua upya hofu kuhusu uthabiti wa usalama katika mji mkuu wa maeneo ya mashariki mwa DRC, wakati jumuiya ya kimataifa ikijaribu kusimamia mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na makundi ya waasi licha ya mazungumzo ya amani inayotarajiwa kufanyika kwa usuluhishi wa Katari. Ujumbe uliotolewa na M23 unaonesha wazi kuwa kundi halina nia ya kusitisha shughuli zake za kijeshi au kisiasa, likidai kuwa serikali ya Kinshasa haiwajali wananchi wake. Kwa msimamo huo, serikali ya Kinshasa na wadau wa kimataifa wanakabiliwa na changamoto kubwa, kuamua kama wanaendelea na mazungumzo ya Doha au kuimarisha mikakati ya kijeshi kudhibiti hali ya usalama. Wachambuzi wanasema siku chache zijazo si zitakuwa na maamuzi muhimu zitakazoamua iwapo serikali itaweza kudhibiti tishio la M23 na kuzuia kuzuka kwa vita vipya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.